Naomba kutumia nafasi hii kutoa taarifa kwa umma juu ya uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru ambazo tunataraji zitafanyika tarehe mbili mwezi Aprili mwaka 2025 katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha. Ninafurahi kwamba Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Philip Isdori Mpango amekubali kuwa mgeni rasmi na amekwisha confirm na yeye yuko tayari kwa ajili ya shughuli hiyo. Naomba kuwaeleza kwamba vijana wale sita walioandaliwa wanaotoka Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, ambao tumewapa jukumu la kukimbiza mwenge katika mikoa 31, halmashauri 195 katika siku 195, nao pia, kama nilivyoeleza mwanzo, wako tayari na utimamu kabisa kwa kazi hiyo ambayo tunakwenda kuwapa katika kipindi hiko chote. Mwenge uhuru utafanya kazi ya kuhamasisha amani, umoja upendo, mshikamano wa taifa letu. Vile vile mwenge wa uhuru utahimiza wananchi kushiriki shughuli za kimaendeleo, za kijamii na kiuchumi katika maeneo ya halmashauri zao. Mwenge wetu wa uhuru mwaka huu unabeba kauli mbiu ambayo inasema jitokeze, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ujumbe huu wa mwenge wa uhuru mwaka huu unalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu utakaofanyika mwaka huu. Sambamba na ujumbe huu wa mwenge wa uhuru, pia mwenge wa uhuru utatumika kuelimisha wananchi katika maeneo yote ya nchi yetu katika masuala ya kisekta na kisera katika muktadha wa kitaifa na kimataifa, ikiwa pamoja na kuendeleza juhudi za kupambana na maradhi yaliyotishia ustawi wa watu wetu kama vile UKIMWI, malaria, kupambana na matumizi ya madawa kulevya na vitendo vya rushwa. Vile vile, katika halmashauri zote mwenge utakapopita utaendelea kuwaelimisha wananchi wetu juu ya umuhimu wa lishe kwa afya iliyo imara. Mwenge wa uhuru umeendelea na falsafa ya kumulika ndani na nje ya mpaka yetu na kumulika uovu katika jamii ikiwemo maadui uzembe kutowajibika vitendo vya rushwa na ufisadi katika miradi ya maendeleo na huduma za kijamii ambayo imefanyika, imefanyika kazi ya kuratibu na kutathiminiwa shughuli mbalimbali za kimaendeleo zinazofanywa na wadau wa maendeleo na kukusanya taarifa ambazo zinahusu changamoto zinazowakabili wananchi ambazo zinasaidia sana serikali kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo kwa wananchi wake. Watanzania wenzangu, tunatambua kuwa falsafa hii ya mwenge wa uhuru ndiyo chimbuko la mapinduzi mataka, matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964. muungano wa, wa Tanganyika na Zanzibar, mwaka 64 na, na azimio la Arusha la mwaka 1967. Niwasitizie Watanzania wa wenzangu, tuendeleze mwenge wa uhuru kama ulivyosisiwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 na, na wakati huo tuendelee kuimarisha uhuru wetu. Napenda kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Pwani na mikoa ya jirani na watanzania kwa jumla kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Shirika la Elimu Kibaha, mkoa wa Pwani, tarehe mbili mwezi wa 4 mwaka 2025, kuungana na mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango makamu wa rais wa nchi yetu katika uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru wa kitaifa kwa mwaka huu 2025. Ninaomba niwatakia Watanzania wote afya njema tunapoelekea katika shughuli hii ya uzinduzi wa mwenge wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 kwani Pwani tunazindua.